Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa FPCT. Mimi Steward Mwakyoma Kalinga naahidi na kanisa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na mtii wa kanisa la FPCT. Nitakuwa mwadilifu na mfano kwa watumishi wote. Tuko pamoja na kanisa la Mungu hii FPCT takuwa pamoja wakati wote, mtakapotuitaji, mtakapokuwa mna mahitaji yaaina yoyote ambayo mnaamini mahitaji haya serikali inapaswa kuweka mkono wake, tuko tayari, tuko tayari kupokea maonyo, tuko tayari kupokea maelekezo, tuko tayari kupewa ushauri na menye viongozi wetu wa dini wakati wote na saa yote, mtakapoona mnahitaji kusaidia kuongoza maana taifa hili ni letu wote, wote tunaliongoza sisi, tunaliongoza katika upande huu na ninyi mnaliongoza katika roho za wanadamu. Hao wawezi kuwa watu wema bila kanisa imara, hakuwezi kuwa na amani. Majambazi wanapona kanisani, uzinzi unapona kanisani. Hata kwenye hata sisi kwenye serikali aks at, ilea at, atumishiwa serikali ile yote. Ndio maana imetunga sheria. Wewe ukisema mimi nililewa ndio nikabaka nakabasosababu ya ni dhambi na kubaka lii atukunge mkono kwa kwenye ote kwa maana kulewa sio sababu ya kufanya dhambi. Huo ni mpano dogo tu, kwamba akuna tendo baya ambapo kanisa nalikemea serikali inaunga mkono. Hakuna ubadhirifu wa mali za umma, wizi, ujambazi, atuotumaoo tunashirikiana kwenye kunakene. Sisi tuna sheria zetu, lakini nini Mnawanyoosha watu kwa kuweka mikono ni Mungu. Amen. Ili waache matendo mabaya. Wakiacha hayo sheria zetu hizi hii zitakuwa zina kazi. Na yeye. Bwana asifiwe.